Ganze, hoi kwani hii tutam ya William Ruto? Hata mimi niko hapo ndani, hata mimi ni tutam, hata mimi ni tutam, hata mimi ni tutam, hata mimi ni tutam. Wacha nione wale wanasema tutam tutam tutam. Kwa hivyo sina bahati, ni tutam hata mimi. Mimi nilikuwa nafikiri tutam ni ya William Ruto peke yake. Hata mimi ni tutam, kama naibu wa rais ni tutam tuendelee, namna hivyo ni faya? Fire, si fire? ni noma, si noma? Tuendelee, tusiendelee? Wacha nione tab. Mimi nimesalimu amri, vile mmesema ndio nitafanya, kwa sababu wananchi ndio wadosi. Simulisikia, mimi ni mtu ya yes sir. Mimi nasema yes sir kwa bosi wangu wote. Rais ni bosi wangu, mwananchi ni bosi wangu mimi nasema yes yes. Si nyinyi ndio mnaandika rais na kura yenu? Nyinyi ndio mnaandika gavana na kura yenu, na mmesema mimi ni tutam. Wacha nione wale wanasema tutam, jamani.